Chama cha wananchi CUF kimesema kuwa hakijajitoa kwenye umoja wa katiba ya wananchi UKAWA na kufanua kuwa jana hakikuweza kushiriki kikao cha UKAWA kwa sababu walikuwa na vikao vingine vya ndani ya chama. Akizungumza na waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho yaliyopo maeneo ya Buguruni jijini Dar es Salaam naibu katibu mkuu bara Magdalena Sakaya anasema, mtakumbuka kwamba chama chetu tukiwa kama sehemu ya UKAWA tunaendelea na vikao mbalimbali za mafikiano na maamuzi kwa hoja mbalimbali mbali za uimarishaji wa malengo ya ukawa na wa malengo ya ukawa kwa vikao cha, cha, cha jana tarehe 14 ambacho kilifanyika Colosseum, chama cha wananchi CUF hatukuweza kushiriki kama ilivyo kawaida yetu, na sababu za kutokushiriki kwenye cha, kikao cha jana ni kutokana na sababu za kikatiba za ndani ya chama, amesema. Wameamua kuitisha baraza la taifa la chama hicho ili liweze kupitisha baadhi ya maamuzi kwa mujibu wa katiba yao tumeitisha kikao cha baraza la uongozi la taifa ambao kwenye chama chetu ni kikao cha mwisho kabisa cha maamuzi tarehe 25 mwezi wa saba mwaka huu ambacho ndicho kikao ambacho kitatoa maamuzi ya mwisho kuhusiana na swala ambalo liko mbele yetu kuhusu namna ya kupata viongozi watakaowakilisha ukawa. Sakaya anasema CUF tunaamini kwamba kwa, kwa maridhiano ya pamoja ndani ya vyama vyetu na ndani ya UKAWA tutajenga UKAWA imara na hatimaye kuwa na mgombea mmoja wa UKAWA ndani ya nchi yetu ambaye kwa ngazi ya udiwani ubunge na uchaguzi mkuu, na hivyo kwenda kuyaangusha CCM kwenye uchaguzi mkuu ulioko mbele yetu. Naye mkurugenzi wa habari wa chama hicho Abdul Kambaya alikuwa na haya ya kueleza. nimesema taarifa za vyombo vya habari kumtangaza mgombea tarehe 12 kwamba mtu fulani ndio kateuliwa na UKAWA, wakati taarifa ya mwenyekiti wa chama chetu alisema mgombea atatangazwa tarehe 14. Hiyo imewafanya wanachama wetu waje juu. Hata hapa tupo kwenye kikao hichi, mnawaona wako madirishani, milangoni, nje. Hiyo imeibua hisia kwa wanachama wetu kwamba inakuwaje, mwenyekiti wa CUF anasema mgombea atapatikana tarehe 14 tarehe 12, baadhi ya magazeti na vyombo vya habari na redio zingine zinasema mgombea amekwishapatikana, tena anaainisha mpaka kura zilizopatikana. Hiyo ndio imetoa presha kwa wajumbe wa baraza kuu na wanachama wetu kuvamia ofisini kuhoji haya mambo jinsi yanavyokwenda na uhalali wake. Matilda Tarimo, Mwananchi Digital.